Ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya Triple A TV, leo tumekuandelea tena kigongo safi kabisa ila, usisahau kusubscribe channel yetu hii ya Triple A TV. Katika kigongo chetu kilichopita, nilikuelekeza jinsi ya kurudisha akaunti yako ya TikTok iliyopotea. Kama wewe ni miongoni mwao ambaye ukuiona video hiyo, basi usikawie, ingia katika chaneli yangu hapo chini search, utaiona video hiyo bila shaka kabisa na utajifunza mambo mengi sana kutoka katika hii akaunti yetu ya channel yetu ya Triple A TV. Na leo pia tumekuandalia tena kigongo kipya kabisa ambacho kigongo iko utajifunza jinsi ya kuunga hotspot au jinsi ya kushare bando kwamba bando lako wewe uweze kushare na rafiki yako, uweze kushare na ndugu yako, uweze kushare na mtu wako yoyote yule ya karibu. Eh, kwa sasa hapa kitu cha kwanza ambacho inatakiwa kukifanya ili jambo letu likamilike na uweze kushare bando na marafiki zako na ndugu zako na jamaa zako, utatakiwa kuwasha hotspot na huyo mwingine atatakiwa kuwasha wifi. Kwamba nikizungumzia hivyo, najua kabisa atakuwa ni vigumu sana watu kunielewa, ila kiufupi kwamba kuna darasa la vitendo hapa. Kwa hiyo nitakuelekeza kwa vitendo na una uwezo wa kujifunza vizuri kabisa ipasavyo iwezekanavyo. Haya, sasa tunaingia katika darasa letu la vitendo. Tafadhali naomba ukonsentreti hapa, uone ninachokifanya, kisikupite kitu chochote kile. Angalia funzo letu linavyoanza. Kitu cha kuzingatia cha kwanza kabisa, wewe ambaye unaitaka kumuunganisha mwenzio bando, hakikisha katika simu yako, hakikisha katika simu yako, narudia, hakikisha katika simu yako wewe ambaye unataka kumuunganisha mwenzio bando, unawasha hotspot na yule anayetaka kuunganishwa bando kwamba awe anakula bando lako wewe, ahakikishe katika simu yake amewasha wifi na ameliconnect jina lako wewe ama jina la simu yako wewe. Kitu cha kwanza ambacho ninataka kuhakikishieni kwamba simu hii huku mnayoiona hii haina bando. Kitu cha kwanza hapo, nitaingia kama hivi mnavyoona hapa Facebook, nitaingia hapa Facebook hapa abkhap e, nitaingia katika akaunti yetu ya Facebook. nitakuja hapa katika akaunti yetu ya Facebook hii hapa hii. Kama unavyoona hapa nitaingia Facebook hapo. Tukisubiri ifunguke hapo. Eh, kama hivyo tunaisubiria ifunguke lakini ishara yetu inaonesha kwamba hapo katika simu yetu hiyo hakuna bando. Eh, hakuna bando. Kama hivyo unavyoona. Sasa tunachotakiwa kukifanya sasa ili niweze kutumia bando la katika simu hii yuku. Kwa hapa ninachotakiwa kukifanya nitawasha simu hiyo. Then nitakuja hapa juu hapa katika hotspot, nitaiwasha hotspot. Inabidi iweone hapo hotspot yetu katika simu ambayo yenye bando. Nikishawasha, nishawasha hotspot hapo, bado haijajiconnect. Nitarudi katika simu ambayo haina bando. Kama nilivyosema pale katika sheria zetu, itabidi niwashe wifi ya simu ambayo haina bando. Kwa nitakuja hapa katika simu ambayo haina bando hii, nitashuka Then nikishashuka hapo, nitawasha wifi katika simu ambayo haina bando. Kama hivi unavyoona, nitaiwasha wifi na nikishaiwasha wifi hapo, nikishaiwasha wifi katika simu ambayo haina bando e, hapo dalisubiria jina lijiconnect, jina la simu husika lijiconnect. Hapo tutatulia kidogo, ili kulisubiria jina la simu ambayo tuliowasha hotspot lije Eh, hivyo unavyoona sasa hapo jina la simu tayari limeshakuja kama hivyo. Simu yetu hii ya upande wa pili huku ni Infinix Smart 6. Kwa kama unavyoona baada ya kuwasha wifi na imeji-load, kwa jina la simu yetu limeshakuja tayari. Kwa tunachotakiwa kufanya sasa hapo? Kwa tunachotakiwa kufanya sasa hapo katika simu yetu ya upande wa kwanza. Tutarudi katika simu yetu ya upande wa kwanza. Ikishakuja kama hivyo, tutakuja katika simu yetu ya upande wa kwanza hapo. Tutawasha simu yetu upande wa, wa kwanza e, kwa sasa tabidi zote mbili ziweoni, zote mbili ziwe zimewashwa hapo. Utakuja kwenye simu yetu upande wa, wa kwanza. Unachotakiwa kifanya sasa, unaona hapo, ukija katika simu yetu upande wa, wa kwanza kwamba inaonesha kuna one device, kwamba kuna simu moja ambayo imesha jiconnect eh, kwamba kuna simu moja ambayo ipo tayari kwa matumizi ya bando lako. Sasa ili kuhakikisha kama, je ni kweli mtu ana uwezo wa kushare bando Ninachotakiwa kufanya ni kuingia hapa na kuwasha data yetu kama hivi unavyoona hivi. Utawasha data hapo, alafu utatoka. Ukishawasha data kwa kwa simu yetu yuku ya mara ya kwanza, ina bando na huku napo tutatoka eh. Tukishatoka huku kwa pale, itakuwa tayari imeshajiconnect kama unavyoona hivyo, notification tayari zinaanza kuingia kwa sababu tunatumia bando la simu yuku na ili kukuzihilishia kwamba simu iko vizuri na bando linaanza kutumika tutaingia hapo katika file letu la Facebook. Utaona hapo Facebook inaanza kujiload hiyo. Facebook inajiload. Eh, Facebook inajiload kama hivyo unavyoona. Yeah, hiyo kwamba ni ishara kwamba bando lipo ya. Unaona kama hivyo imeanza kufunguka na una uwezo wa kuperuzi vizuri kushare bando na rafiki yako. Eh, una uwezo wa kushare bando na rafiki yako vizuri kabisa. Na hiyo ndilo jambo ambalo hii ni jambo ambalo kubwa, angalizo chunga sana hii, naliu hotspot hairuhusiwi kumuunganisha rafiki yako kupitia wifi, sijui umeelewa hilo eh? Ndo angalizo kubwa sana. Ukitaka kumuunga rafiki yako, ukitaka kumuunga rafiki yako kupitia wifi, tuma comment tafadhali, nambie, nitawaletea funzo la kumuunga rafiki yako kupitia wifi. Asanteni ah, sana. Na hilo ndo jambo langu liloandaleni kwa leo. Samahani, usisahau kusubscribe channel yangu